Ulizo nazo ukiona ndoa imefika mwisho, ni mwanamke ndo amefeli kabisa, haijalishi mwanaume alikuwa na kosa gani. Mwanaume, mwanaume sio kosa, tuweke kando mm. ndoa kama nilivyosema hapa, unajua mtu kishafikia tamati, utasema mm. tu, haiwezekani. Utasoma kwenye comment zenu, unasema haiwezekani, wanaume haiwezekani wakati, wakatili. Mwanaume, mwanamke ni ardhi wewe ndio ya mm. mm. una define mwanaume anatembea vipi juu ya ardhi yako. Ukikata mbarari, atakata mbarari; ukiinuka, atainuka, itakuwa mlima; ukishuka, ye atakuwa anateremka. mm. Wewe ni ardhi, una define mwanaume anatembea juu ya ardhi hiyo vipi. Tatizo, kulikuwa na masemina ma kitchen party, vitu vingi vya kumwambia mwanaume namna mwanamke namna ya kumhudumia mwanaume mm. Badala ya kumwelekeza namna ya kuwa ili aheshimike. okay. Namna ya kuwa mm. Kwa sababu katika mahusiano mnahudumiana mm. Ndoa ni ya mwanamke, familia inawakilishwa na mwanaume. Familia ikifeli mwanaume amefeli, ndoa ikifeli mwanamke amefeli. no. Unajua sisi hapa Afrika utakuta kiongozi mkuu labda anaajiri watu au watu wanatenda vibaya kazi, anawafukuza kazi, halafu anafikira amefanya vizuri kuwafukuza. Alifanya vibaya kuwaajiri, ilo kosa inabidi ende kwake pia, aliyewaajiri. ndio maana ndoa ikiharibika kwa kosa lolote lile, mwanaume kwa mwanamke, wote wamehusika, walikubaliana kuwa pamoja, waliafikiana. Kosa sio la mmoja, mahakama haiwezi kutambua hilo mm. Kwamba ndio maana waweze kuua kwa sababu umekataa umevunja ndoa, mahakama mm. waamue kifungo cha maisha kwa sababu umevunja ndoa. Hapana mm. ni matrimonial cause. Ni watu wawili wahusika wa mm. ndio wameona hatuafikiani, kila mmoja aende njia yani, kivyake wanapoamua hivyo Ndoa ikifeli wamefeli wote wawili kifamilia, mm. lakini kindoa, mwanamke amefeli kifamilia, mwanaume amefeli, kwani jina lake alitaendelea tena mm. na mwanamke, ndoa yake haitaendelea tena. Kwa hiyo ndoa ikifeli ni mwanamke. Wanapovunja ndoa mahakamani, wamevunja vitu viwili, navunja ndoa na ma familia, familia. Mm. manake familia nasitishwa, itaendelea tena mm. watoto watakuwa na jina la baba tena na huyo mama hataendeleza tena ukoo ule, mm. Manake ndoa mwanamke anavunja, familia mwanaume anavunja, lakini wote mm -hmm. wawili wamehusika katika ndoa, kwani ndoa ni chombo kinachowasafirisha wana ndoa, na mkuu wake ni mwanamke, wanaume ndio mwenye ndoa. Sasa kuna kuna tatizo wanaume mm -hmm. wengi wanataka ku, wanataka kuendesha ndoa, mm ndipo hapo mwanamke anapoanza kuendesha familia analemewa na mzigo kwa sababu yeah, sio wito wake mm, kuendesha familia, kuendesha familia, kuendesha inabidi aendeshe ndoa kwa hiyo, kuna kuendesha ndoa na kuendesha familia, yeah, ni vitu viwili tofauti tofauti. Mwanamke kuendesha ndoa anatakiwa afanye nini? Inabidi ahakikishe mume wake amejazwa nishati yake. Tuko kwenye redio <laughs> hatuwezi kuongea vyote <laughs> watu, watoto wapi wanasikia? <laughs> tuna kuna mwanamme inabidi ora nuru ile ya mke wake imjae mwanamume. Mwanamke awe amemcontrol ndoa yake, tendo la kushirikiana. Kitengo cha mahaba ni kitengo cha mwanamke, okay. Kitengo cha upendo ni kitengo cha mwanaume. Kivipi hapo kwenye upendo Upendo ni hadharani, mahaba ni sirini. Kwa hiyo mwanamke, maisha yenu ile ya mahaba sio hadharani, kule sirini. Mm, wewe ndio kwako, kwa sababu hati mbaya. So, utakuta wanawake wengi wanataka hadharani asomeke. Mm, ana yani, mahaba, na mwenzake. Mm. okay. uo, <laughs> Mwanaume, mahaba hadharani, ni kosa unafiki huo, itakuangusha mwanaume aonyeshwe mahaba hadharani anakereka, kwani ni wajibu wake yeye kuonyesha upendo wake kwako hadharani na ki kiuthabiti wa mambo, mwanamke akikaa stahiki katika ndoa yake, anamhudumia mume wake ipasavyo, anamnyenyekea ipasavyo. Kunyenyekea sio kuwa mtumwa wa mtu mm. maana ya kunyenyekea ni kuwa tayari kutumikia. Kwa nini? Kwa sababu katika kwa mujibu wa utawala, mwanaume ni mamlaka, mwanamke ni madaraka, eh.